Ni mpongeze sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwakumbuka watoto wenye mahitaji maalum na kuleta mahala hapa milioni mia tano na sita na shilingi laki tano kwa ajili ya kuweka miundo mbinu kwa shule nzima maalum kwa ajili ya wanafunzi maalum fedha hizi milioni mia tano na sita na laki tano zinakwenda kujenga na kukamilisha jengo la utawala mahala hapa, lakini tunakwenda kukamilisha ujenzi wa madarasa sita kwa ajili ya watoto hawa wenye mahitaji maalum, lakini madarasa mawili ya mfano kwa ajili ya watoto hawa wenye mahitaji maalum, lakini patakuwepo na nyumba ya mwalimu na ujenzi tayari unaendelea patakuwepo na, na bweni kama ambavyo tumejaribu kukagua na kuona maeneo yote. Kitendo hiki cha Mheshimiwa Rais kuleta fedha hizi kwa ajili ya watoto hao wahitaji, watoto wenye mahitaji maalum ni kitendo ambacho kina enzi kauli mbiu ambayo amezunguka Tanzania nzima akinadi kauli mbiu ya kazi na utu, na huu ndo utu wenyewe, na hiki kinachoendelea hapa ndo kazi zenyewe chukue nafasi hii niwaombe sana na niwasihi sana na niwaelekeze wote ambao mnahusika na usimamizi wa mradi huu, tuzingatie kukamilisha mradi huu kwa wakati. Sisi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI umejipanga kuwapokea watoto wote Tanzania nzima kwa ajili ya kuanza masomo mnamo mwezi Januari watoto wa shule za awali, watoto wa shule za msingi na ikiwemo na shule hii mahala hapa. Pia tutakwenda kuhakikisha watoto ambao wako upande ule mwingine tunawaleta kuendelea na masomo yao hapa mnamo mwezi Januari. Kwa hiyo twendeni tukasimamie, tuhakikishe mradi unakamilika kwa wakati kama ambavyo umepangwa kukamilika. Nimwombe sana mjenzi wetu wa mradi huu ndugu yangu Msolo, jitahidi kama ambavyo umeanza na kama ambavyo unaendelea. Ninatambua zipo sababu ambazo zilipelekea mkachelewa kuanza mradi huu, lakini itoshe tu kusema kwamba nimeridhishwa na namna kasi ya mradi huu mnavyokimbizana nao. Endeleeni hivyo hivyo, ili mahala hapa ifikapo Januari tuweze kuwapokea watoto wetu.